Na wakulima wa miwa wanaowasilisha zao hilo katika kiwanda cha kusaga miwa cha Nzoia wameelezea matarajio yao baada ya mwekezaji Jaswant Rai kutwaa usimamizi wa kiwanda hicho, huku wakiwakashifu wanasiasa wanaotoka nje ya eneo hili kuzua taharuki katika kiwanda hicho. Lumbasi Eric anaarifu kwa kina. Wakulima hawa akiwemo ajuza wa miaka tisini na nne Roda Simi, wanasema kila mara wanasiasa wamekuwa wakijipigania na kuwaacha nje wakulima, akidokeza kuwa kwa sasa na matumaini ya kupokezwa malipo yake kwa wakati. Sisi tunataka mtu mwenye kukaa kwa kiwanda atupatie sisi pesa, kama sisi wasee namna hii. Mimi nalima msee namna hii alafu nalala na njaa na, na, na, nja, na mwanasiasa anaenda na pesa hapana. Patia sisi, sisi hapana taka. Tunataka kiwanda ifanye kazi Saitie sisi watoto wase atese koko, maana kiwanda nasimama, pesa hapana pata. Lakini saa ile alikuwa anaingia, ilikuwa tunakata, tunapata pesa, tulikuwa tunakaa msuri. Lakini saa ile walikula hiyo pesa, mpaka saa hii ukienda huko, nasema mama, hakuna pesa Sikui enda huku, sikui enda huku. Ukienda kusema mama pesa, wanachukua. Ukiangalia the distance from here to West Kenya, the distance from here to Naitiri and, uh, and Mumias watatukata. uh, nauli itakuwa juu kabisa, lakini tukiwa na hapa na kiwanda chetu cha Nzoia, mimi natumai uh, transport costs wakulima hawa wanawataka wa wanasiasa wenye mawazo mbadala kuelekea mahakamani na kuhususia kutumia vijana kuzua vurugu kutatiza uongozi mpya wa kiwanda hicho. Shuali Mweshimiwa Makali, Mweshimiwa Kenneth Lusaka, nata Mweshimiwa seneta Wakoli, yaani watu watoke mbali wakuje walete furuku katika maeneo leni. Kwa nini wasiende kotini kule ilitokea? Kama ni weshimiwa kina Wamboka, weshimiwa kina kina Machimbo Kalasinga, nataka kuwaomba hii kitu walifanyia bunge kama imesindikana, wangerudi huko wakataa hiyo msowataa. West Kenya wanapata kama wanapeleka miwa, wanamaliza wiki moja na nusu, na wanakupea pesa. Sasa mimi nataka, mimi naomba tu raia ashikilia hapo, akusaidia kama nikusuluhisha hii mambo ya Nzoia, iva raia akikuja na natasaidia ya kubwa, wakulima haya yanajiri baada ya gavana wa hmm, kaunti ya Bungoma Ken Lusaka kuweka wazi kuwa tayari serikali imetoa malipo ya shilingi milioni mia moja hamsini kulipia malimbikizi ya wakulima na wafanyikazi. Eric Lumbasi, West TV, Nzoia, kaunti ya Bungoma.